Tume ya nyuklia hapa nchini imeandaa mipango mpango wa nishati wa muda mrefu mpaka 2040 ili kuiwezesha Tanzania kutosheleza nishati kwa viwanda wakati huo na kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Naibu katibu mtendaji ofisi ya rais tume ya mipango mhandisi Happiness Mgalula amebainisha hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa siku moja wa wadau wa nishati ambao wanapitia na kuboresha mapendekezo yaliyoandaliwa na wataalamu wa Kamisheni ya Nyuklia nchini. Mapendekezo hayo yataiwezesha Tanzania kuwa na nishati endelevu hadi mwaka elfu mbili arobaini ambayo yatakidhi mahitaji ya nchi wakati huo utakapofika, maana nchi yetu tunavyolenga kuwa nchi ya uchumi wa kati 2025 ni nchi ambayo itakuwa tunaita kwa Kiingereza semi industrialized, semi industrialized, nchi ambayo ina viwanda vya kati, inakwenda sasa kwenye viwanda vikubwa. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atomic Tanzania Profesa Idi Mkilaha amesema kuna umuhimu ifikapo mwaka 2025 ambapo Tanzania ikawa imeanza kutumia nishati ya nguvu za nyuklia, kwa sababu vyanzo vilivyopo havitoshi. Kwa kasi hii ya kufikiria kwamba kwa kuwa sasa tuna natural gas hatutakuwa na tatizo la umeme, tunajidanganya ni kwamba matumizi mengine ya umeme, matumizi mengine ya, ya natural gas yapo ambayo yangekuwa kwa ma, ya manufaa makubwa kwa nchi yetu hayana. Hakuna sababu yoyote ile ya kuyaweka pembeni hayo matumizi hayo. Ni pamoja na matumizi ya gesi asilia kuzalisha madawa, kuzalisha vitu kama mbolea, kuzalisha bidhaa za viwandani ambavyo vina thamani kubwa kwa kufanya hivyo na kujenga viwanda ambavyo vitafanya hiyo kazi, kwanza tunajenga ajira, lakini pili tutakuwa exporters wa finished product.